Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusikia kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutajifunza kingiwa nasema kwamba tatizo sio mfinyanzi, tatizo ni udongo. Tatizo ni udongo. Tatizo siyo mfinyanzi, tatizo ni udongo. Tatizo ni udongo. Mtakatifu akufundishe ni mafundisho haya na mafundisho haya akafanyika msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la haya. Tatizo sio mfinyanzi, tatizo ni udongo. Tatizo ni udongo. Sote tunajua kwamba maandiko yanasema kwamba Mungu alituumba kwa udongo. Mungu alituumba kwa udongo. Mungu alituumba kwa udongo Mungu alitufinyanga kutoka kwenye udongo, kutoka kwenye udongo, tukapatikana sisi wanadamu, lakini akaachilia pumzi ya uhai ndani yetu, akaachilia pumzi ya uhai ndani yetu. Sasa tunaposoma kwenye Yeremia 18 moja mpaka 8 kuna jambo ambalo Mungu alimtazamisha Yeremia. Kumbuka tunajifunza kichwa ni jumbe, kwa sababu inasema kwamba tatizo sio mfinyanzi, tatizo ni udongo, tatizo ni udongo. Kunaposoma kwenye Yeremia kumi na nane moja mpaka nane Yeremia kumi na nane moja mpaka nane tunaona jinsi ambavyo Mungu alimwambia Yeremia, akamtoa pale alipokuwepo, akampeleka kwa mfinyanzi ambaye alikuwa anafinyanga, anafinyanga kwa, kwa, kwa, kwa magurudumu. Ndivyo ambavyo maandiko yanasema, akaangalia jinsi yule mfinyanzi alivyokuwa anafanya, anafinyanga, anafinyanga, anafinyanga, kile chombo kikiharibika mikononi mwake anakibomoa anakianza kwa upya anakianza kwa upya kwa Yeremia, akawa Mungu akasema kwamba nenda, akamtoa pale akamwenda kumpeleka kwa mfinyanzi, anakasema kwamba nitakapompeleka kwa mfinyanzi nitakupa neno, nitakupa neno kwa roho. Mungu akamtoa pale alipo, kumpeleka kwa mfinyanzi, akamwona mfinyanzi jinsi alivyokuwa na finyanga, alivyokuwa na finyanga na finyanga na finyanga na finyanga chombo kile kilipoharibika mikononi mwake likibomoa na akianza kukitengeneza kwa upya ili akipate kile ambacho anatamani. Anatamani kukipata. Vivyo hivyo, sisi ni udongo, sisi ni udongo. Mungu yuko tayari kututengeneza na kutufanya jinsi yeye anavyotaka. Mungu yuko tayari kutufinyanga na kutufanya jinsi yeye anavyotaka, jinsi yeye anavyotaka jinsi anavyotaka. Hakuna mtu aliyeokoka aliyeokoka akiwa amekamilika. Wote tuliokoka tukiwa na mapungufu mbalimbali, wote tuliokoka tukiwa na uchafu mwingi, tukiwa tumejaa mambo ya dunia hii, lakini Mungu hawezi kukuacha ubaki jinsi ulivyo, lazima atakutengeneza na kukufanya vile anavyotaka. Je, atakutengeneza kwa kulazimisha hata kutengeneza kukula, kukulazimisha? Mungu anachohitaji ni utayari wako. Ni kweli, njoo kwa Mungu jinsi ulivyo, njoo kwa Yesu jinsi ulivyo, lakini tambua kwamba Mungu ye, Mungu hawezi kukutumia jinsi ulivyo, hawezi kukutumia jinsi ulivyo. Utakapokuja kwake yeye atakutengeneza yeye atakufinyanga na kukufanya jinsi wewe jinsi yeye anavyotaka na ndio maana tunaposoma kwenye Yakobo moja mbili anasema, ndugu zangu hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Tutaangukia kwenye mitihani mbalimbali, lakini hiyo mitihani tutakayoangukia, hayo majaribu tutakayoyaangukia, yanalenga kutufinyanga, yanalenga kututengeneza tuwe vile ambavyo Mungu anaweza anataka tuwe. Anataka tuwe. Petro alikuwa na mapungufu mengi na Petro alikuwa na kazi yake nyingine tu. Akasema Petro, wewe ni kweli ulikuwa mvuvi wa samaki lakini ukinifuata mimi, mimi nitakufanya kuwa mvuvi wa watu, kuwa mvuvi wa watu. Sisi ni udongo, tuko mikononi mwa Mungu, tuko mikononi mwa Mungu. Na kwa sababu tuko mikononi mwa Mungu, Mungu huyu ni mfinyanzi, kuna namna ambavyo anatamani tuwe, ili aweze kututumia kulitimiza kusudi lake kwa sababu hatupo hapa duniani kwa bahati mbaya, tupo hapa duniani kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu, kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu tumeingia kwenye ufalme huu. Lakini kuna mambo ambayo, kuna tabia tulizonazo kama tusipoondokana nazo hatuwezi kuishi maisha ya ushindi kama ambavyo Mungu anavyotamani tuishi. Kwa Mungu ni mfinyanzi anatufinyanga na kutufanya jinsi yeye anavyotaka, lakini anahitaji utayari wako. Upo tayari kutengenezwa uwe jinsi ambavyo Mungu alivyo, Mungu anavyotaka uwe? Musa alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa wa Farao, lakini libidi apite kwenye matengenezo, apite kwenye matengenezo kwa muda wa miaka arobaini. Miaka arobaini, Musa alikuwa kwenye matengenezo. Alitoka Misri akiwa na miaka arobaini, akarudi tena akiwa na miaka themanini. Akiwa na miaka themanini Farao yule yule aliyemkimbia akaenda kwake, na akawambia, akamwambia, Farao, wape rusa hawa wana wa Israeli waende kwa mtumikie Mungu wao. Miaka arobaini hiyo alikuwa kwenye matengenezo Miaka arobaini yalikuwa kwenye matengenezo. Tunatengenezwa kwa namna gani? Tutapita mitihani mbalimbali mbali ya maisha, tutapita magumu mbalimbali, na ndio maana maandiko anasema tufurahi katika dhiki pia, tufurahi katika dhiki pia. Maandiko yanasema pia majaribu hana budi kuja. Kwa kuna wakati ambapo tutapita tuta kwenye magumu, kuna wakati ambapo tunapita kwenye changamoto, kuna wakati ambapo tutapita kwenye moto, tutapita kwenye maji, lakini hayo maji hayatatugharikisha tutakaposimama katika imani. Kila jaribu unalolipitia ni kama vile uko kwenye mikono ya Mungu, Mungu anakufinyanga kukufanya vile wewe unavyotaka, yeye anavyotaka, Yeye anavyotaka na ndiyo maana maandiko anasema kwenye Yakobo kwamba kujaribiwa, kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Uwezi ukasema kwamba wewe ni mvumilivu bila kupitishwa kwenye ugumu alafu ukavumilia ukaendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Petro alitengenezwa na kwa sababu alikubali kutengenezwa alikubali kutengenezwa hata alipoambiwa na Yesu kwamba rudi nyuma, wewe shetani. Petro akumwacha Yesu kwa sababu alikuwa tayari kufinyangwa na kufanywa jinsi Yesu jinsi Yesu anavyotaka, na baada ya miaka mitatu, miaka mitatu Yesu akajiridhisha akasema kwamba hawa tayari wamekisha tengenezwa kwa namna ambayo kwa namna ambayo nilikuwa nataka. Sasa ninawaacheni, enendeni ulimwenguni kote mkaubiri Injili. Siku ya kwanza Petro na ubiri watu elfu tatu wanaokoka. Petro, aliyekuwa ni mtu mmoja, Petro aliyekuwa ni mtu ambaye ni mtu ambaye alionekana kimbelembele sana kwenye mambo mengi, alikuingia kwa Yesu Kristo, yeye aliyekuwa mvuvi wa samaki, akamfanya kuwa mvuvi wa watu, akamfanya kuwa mvuvi wa watu. Ruhusu Mungu akutengeneze. Utapita kwenye magumu, kumbuka kwamba hayo magumu ni kwa ajili ya kukutengeneza. Hayo magumu yanakufinyanga na kukufanya jinsi ambavyo jinsi ambavyo unatakiwa uwe. Mungu ni mfinyanzi, atatutengeneza ili tuwe yeye anavyotaka, kupitia wakati mwingine majaribu mbalimbali, kupitia changamoto mbalimbali, kupitia magumu mbalimbali, na ndio maana maandiko yanasema dhahabu ikipita kwenye moto inang'aa, itang'ara zaidi impurities zote zitaondoka, uchafu wote utaondoka. Yamkini ulikuwa ni mtu ambaye ni mbinafsi, ubinafsi utaondoka. Yamkini ulikuwa ni mtu mwenye hasira, hasira hizo sharti ziondoke, ili Mungu akutumie jinsi yeye anavyotaka. Yamkini ulikuwa na kiburi, hicho kiburi sharti kiondoke, kio Mungu atakufinyanga kwa mpaka hakikishe kwamba kiburi kimeondoka, mpaka hakikishe kwamba huo uwepesi wa kukata tamaa umeondoka Alafu ndipo atakapokutumia jinsi yeye anavyotaka, jinsi yeye anavyotaka. Tatizo ni, ni udongo, sio mfinyanzi. Tatizo sio mfinyanzi, tatizo ni udongo. Unatamani tamani Mungu akutumie? Upo tayari kufinyangwa? Upo tayari kufinyangwa? Upo tayari kufurahi hatunapopita kwenye dhiki upo tayari kukaa katika uwepo wa Mungu hata kama majaribu yako au majibu yako yanachelewa, hata kama muujiza wako unachelewa. Chochote ambacho kinatokea kwetu, tambua, changamoto yote unayoipitia, ugumu wote unayopitia, o dhiki unayoipitia, kumbuka kwamba ni Mungu yupo kazini, anakufinyanga na kukufanya jinsi yeye anavyotaka anakufinyanga huko mikononi mwa Mungu, anakufinyanga huko mikononi mwa Mungu, anakufinyanga. Unapoona jaribu tena linainuka, jaribu tena linainuka, ni kama vile Mungu alikuwa amekubomoa tena, anakufinyanga kwa upya, anakufinyanga kwa upya, hajalishi wakati mwingine ulikuwa umeharibika kiasi gani, bado Mungu ana uwezo wa kukufinyanga tena kwa upya na kukufanya kuwa chombo cha heshima. Bado Mungu anaweza kukutengeneza kwa upya, bado Mungu anaweza kukuinua kwa upya na kukufanya kuwa chombo cha heshima cha msingi. Kaa kwenye uwepo wa Mungu, haijalishi unapita kwenye ugumu namna gani, haijalishi unapita kwenye changamoto mkubwa namna gani. Maandiko yanasema kwamba tutapita kwenye moto, huo moto hautatuunguza, tutapita tutapita, tutapita kwenye maji hayo maji hayatatugarikisha, hayatatugarikisha, maana Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu yuko pamoja na sisi ili atuokoe. Mungu yuko pamoja na sisi ili atuokoe. Kuna wakati majibu yako yatachelewa, kumbuka kwamba Mungu katika katika hali unayopitia Mungu anakufinyanga, anakufinyanga, anapima uwezo wako wa kusubiri, anapima uwezo wako wa kusubiri, anapima, anatengeneza roho ya uvumilivu ndani yako, anatengeneza roho ya uvumilivu ndani yako. Wakati mwingine kuna watu ambao watainuka wanakukwaza usiku na mchana. Kumbuka Mungu anataka kuondoa hasira ndani yako, anataka kuwezesha wewe kuchukuliana na watu wenye tabia tofauti tofauti. Mungu ni mfinyanzi, lakini wewe, wewe ni udongo. Uwe tayari kufinyangwa, uwe kama vile ambavyo Mungu anavyotaka, uwe kama Mungu anavyotaka, uwe kama Mungu anavyotaka. comfort zone haijawahi itengeneza majayant. Kuna maumivu katika kufinyangwa kuna mateso wakati mwingine katika kutengenezwa, lakini madamu na tamani kuwa mzuri zaidi, madamu na tamani kuwa chombo cha heshima, madamu na tamani Mungu akutumie. Mungu hawezi kukutumia jinsi hivyo vyo ulivyo. Mungu atakutengeneza kwanza. Mungu atakufinyanza kwa kufinyanga kwanza, atahakikisha kiburi kimeondoka ndani yako, atahakikisha kwamba hasira imeondoka ndani yako, atahakikisha kwamba hiyo huo binafsi umeondoka ndani yako, atahakikisha kwamba kila vitabia ambavyo vinaweza kukwamisha vimeondoka, na ndivyo atakapokutumia jinsi ambavyo yanataka. Ulizia watumishi wengi waliofanikiwa, ulizia majaribu waliopitia: kukataliwa na watu, kutengwa na watu, kusemwa vibaya lakini hakuondoka katika uwepo wa Mungu. Ni kama Petro alipoambiwa kwamba rudi nyuma wewe Shetani, lakini Petro aliendelea kukaa katika uwepo wa Mungu, hakuvunjika moyo, hakukata tamaa. Wakati mwingine watu wengine wote walianza kumwacha Yesu, Petro akasema twende wapi na kwako kwa kuna maneno mazima. Mungu akubariki sana wakusiiza mafundisho haya, na Roho Mtakatifu akusaidie uwe tayari kufinyangwa na kufanywa jinsi Mungu anavyotaka. Na Mungu akufinyange na kukufanya jinsi yeye anavyotaka. Mungu akutengeneze na kukufanya jinsi yeye anavyotaka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho haya yote, usahau kusubscribe, lakini pia washirikishe marafiki na wapenda mafundisho haya. Share, comment, like katika jina la Yesu. Amen.